Anipike chakula changu hapa cha mchana ni ile sasa. Oh, vifaranga kuu kabisa ngo.

Sasa, kinachokula umeme ni hiyo grinder au ni ile mashine ya nguo inakula umeme. Baga. Ni kama jamii ya Baga.

E, uko mama, hey. Mama, Bwana anasaidia eh, hey, ulibarikiwa. Lakini siku ile nilikwambia, nikuambia uende da, ulibarikiwa, eh, ule lukanda ulibarikiwaga, uliona baraka, uliona baraka koda Hey, maisha niua hey. <laughs> <laughs> na wako bwana tena, hii baridi zako da, aya, ise tuko tunakulakula hapa, basi unaenda wapi? indatuite Ansa bagga, Ansa bagga. A very nice menu

Acha yako hapo, la labda ulipika asubuhi. Ulipika asubuhi, nabakiza kidogo, mchana unaipasha. Maisha nasonga mbele. Ansa bagga, just call it Ansa bagga. Kula chakula ikimzatanaambia tamu nzuri sana. Hallelujah, glory to God. That is good.

Sawa sawa, mmeshatoka shule? awendi nyumbani? mama yuko nyumbani? mama yuko hapa, ashaenda kula ugali.